Metro Media TV. Nenda YouTube andika Metro Media TV sch pale subscribe na kuwa mwanafamiliaasmi a.k.a. Mr. Newspaper. Ulete mpira ebwana, karibu sana Kariyaco m 4 rbai majungu. Nimerudi tena hapa hapa kuja na nimerudi tena na hii kilichonileta ni kwamba tuna timu zetu nne ambazo zimepata nafasi ya kuiwakilisha kimataifa vilabu vyetu, na mechi kadhaa zimechezwa weekend iliyoisha, ni Jumamosi na Jumapili, ambapo Azam alikuwa na KMKM akaibuka na ushindi wa goli mbili, si ndio? Lakini pia Yanga alicheza na Silver Yanga akapoteza kwa goli moja bila. Lakini Jumapili Simba alicheza na usingizi akashinda goli tatu bila, na Singida alicheza na k mzuri wakatoka moja moja, si ndio? Tupo hapa na wadau na wanachama wa soka nchini Tanzania, tuchambue huu mpira, mechi zilizoisha na mechi za lala salama ambazo zinaenda kuchezwa wikendi ijayo. Karibuni sana wadau, kipenga iko hapo, mpira ndo huu hapa katikati tunapoanzia. Tuanzie hapo hapo mi g nianze, naomba tuzungumzie tuzungumzie Yanga na Simba. Alafu uh, baadaye tutadokeza dokeza kuhusiana na Azam pamoja na, na Singida, si ndio? Yanga amepoteza kwa goli moja bila. Unafikiri Yanga walikosea sehemu gani? Mistake ya Yanga mpaka kumpoteza kwa goli moja bila ilitokea sehemu gani? Naje kweli ni kocha mifumo Kwa jina naitwa rais wa Yanga utagezani kali yako, mm. kusema kweli mechi ya Dar es Salaam Yanga Afrika ya kimataifa jinsi vya kupoteza, sio kusema labda ni mfumo mbovu au ni kocha. Mpira na dakika tisini sawa na mpira na matokeo matatu kufungwa kushinda na kudro kwa, naamini siku ile ilikuwa sio tarehe yetu, sio siku yetu, ilikuwa ni siku ya wenzetu. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo la kum... kumomba Mwenyezi Mungu mechi inaokuja kwa ajili ya marudiano tuweze kufanya vizuri. Mimi naamini uongozi wa Dar es Salaam Yanga Afrika, sio kusema uongozi mbovu na kocha. Tukisema mbovu sawa, inawezekana akawa mbovu kwetu, kwa wenzetu akawa ni mzuri. najua kwa hiyo yes, siku zote Mungu anapokupa nafasi unaitumia na unapokosa nafasi utaijutia. Kwa hiyo mimi naamini siku ile ilikuwa ni siku ya majuto ya Dar es Salaam Afrika kwa wao walizada walinaweza kusema walidharau timu lakini kumbe timu nayo ilikuja likamia Dar es Salaam Afrika. Na hata alipata pointi tatu. Umetoka na ubingwa wa goli moja. Ni jambo la kumshukuru Mungu, hakuna mwanadamu asiyopenda matokeo mazuri. Kila mwanadamu anapenda matokeo mazuri. Wao wamekuja kwa ajili ya kutafuta matokeo na sisi tulikwenda kwa ajili ya kutafuta matokeo. Kwa hiyo kwa siku ile ilikuwa ni baraka yao, wamepata matokeo mazuri, ni hilo tu. kuna stori zinazohusishwa kwamba wachezaji walitengeneza shinikizo kocha kuondoka, yani walicheza chini ya kiwango ili kocha aondoke, kwa maana walikuwa wamtaki. Stori hizo zipo, umezisikia? Ah, wanasemaga siku zote anaoliongea mtu pembeni, yeah. kama o ya kufika huwezi kulichukulia asilimia mia moja. Hayo ni maneno ya watu na watu siku zote wameambiwa kuongea, yeah. yeah. kwao, kama anaongea ni kwa jukumu lao, lakini kusema eti wachezaji walipata sindikizo kwa ajili ya kocha aondoke, yeah. kwani mechi ngapi? yeah. walikuwa ku, wako nayo pamoja, yeah. kwa hiyo ni maneno ya watu wa pembeni na wanaweza kukaangalia Hawezi mwana Yanga mwenyewe akaliongelea jambo hilo kusema eti bwana, tulifanya hivi kutokana na aondoke mtu fulani okay, sawa yule ameletwa na uongozi okay, na sisi tulimpokea kwa shangwe hmm, sawa na amefanya pale alipofanya, sawa. Kama uwezo wake ulishia pale, ana nafasi ya kuondoka. Kwani umeondoka makocha wangapi? Wengi tu. Basi, na yule inabidi muda wake umefika kuondoka nyumbani kwake, ameondoka. Raisi, unaipa asilimia ngapi Yanga Afrika, ufuzu watu wa makundi. Naenda mimi, naipa asilimia mia moja kutokana na Dar es Salaam. Yanga Afrika siku zote ni watu wa kukaa na kufikiria, ni watu wa kudiscuss pia. kwa hivi sasa hivi ukimya huu unaoona, uongozi wanajipanga, wachezaji wanajipanga, mashabiki ndio kabisa. Sawa eh. Mimi naamini tarehe ishirini na sita eh. mwezi wa kumi eh. sawa eh. siku ya Jumamosi eh uwanja wa Benjamin William Mkapa, uwanja aliopatia baba yetu, japokuwa ametangulia mbele za haki, mbele za, si ndio? eh <tipasikana> Mimi naamini itafanyika maajabu mazito, kila mtu atabaki, atashangaa. Ndo wale wana yanga tulikuwa tunawajua, ila mate tusiandikie mate wino huko. Kingilio bure baba, jumamosi iwe bure iwe na hela, sawa eh. sisi ushindi kwetu muhimu, siku ya tarehe 26 mwezi wa 10 2025 na siku siku ya jumamosi mosi, yeah. Na amini tafanyika mambo makubwa sana uwanja, Benjamin, Benjamin William Mkapa hatuwezi no kuufanyia maajabu ule uwanja, lazima tuoneshe maajabu yaliyo juu zaidi hapo. Ni kawaida yetu, wamejichanganya wale. Yaani, yeah. Wanasemaga siku zote yeah, ukisham mtu unamkuta na upele mgongoni alafu unajaribu kumgusa na kimti, lazima atachukua mkono wake mwenyewe atakuna kwa, kwa, kwa kasi kubwa. Kwa hiyo Yanga nadhani upele mtu ameugusa kidogo, jumamosi ataonekana maajabu ya isaaisha mkubwa maa na, na, na pia mechi ya tarehe 26 ndio uongozi wa klabu ya Yanga umetangaza mechi ile ni bure. Watu wameongea stori nyingi, wameongea stori nyingi kwa sababu pia uh, ilishawahi kwenye mlengo huo huo ishawahi kutokea pia, lakini kawa na madhara makubwa sana, watu washawahi kupoteza maisha pale, watu washawai kuvunja mageti, unajua zile stori zikawa nyingi sana. Kwenye hii bure, unafikiri ipo sawa? Kwanza, mimi naweza nikasema naweza nikasema na ulaumu uongozi wa Dar es Salaam Yanga Afrika kutokana hii kila siku bure bure ndio bule, yeah. maana mda mwingine tunakosa kuwa na mashabiki wazuri kweli, sawa kutokana, yeah. mshabiki bora pale anapoichangia timu yake, hey, hey, kiongozi bora pale anapoitendea haki timu yake, hmm. sawa mchezaji bora pale anapotafuta matokeo ya timu yake, sasa Utaona watakuja pale, utaweza kusema hao wote wapenzi wa Yanga, kumbe wengine wamekuja kwa ajili ya kukusumbueni tu, huko mzeni ubongo wenu. Umeona? yeah, eh yeah. yeah. kwa hiyo mimi naamini uongozi wa Dar es Salaam Yanga Afrika ili swala la bure bure kusema kwa kujaribu kwanza kuliweka pembeni, ni kweli ni haki yetu yeah. ni faraja yetu, ni pesa zetu ambazo labda nasema kidogo tuwapongeze wanachama wetu, lakini pale tunapoingizia faida tunatafuta matokeo mazuri ya siku za mbele. Umeona? Kwa hiyo ndio maana kunakuta washabiki wakiwa wanaingia bure, wapinzani wetu wanatukosoa kutokana, hatuna matokeo mazuri. Haiwezekani tukana tumefungwa, basi wanachama ukawaingiza bure ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sawa, sisi tumefungwa, tulitakuwa tuoneshe msimamo wa timu yetu, sawa, kuto kuingiza bure Tujaze uwanja kwa kishindo. Mm, na mimi nawashauri ya wa da Dar es Salaam Yanga Afrika siku ya Jumamosi sawa, na tarehe ishirini na sita tujitahidi tujitokeze kwa wingi sawa. Hata kama una hela yako kwenye kibubu vunja, baadaye bandika tena skuru nyingine. Nenda uwanja wa Benjamin William Mkapa kaangalia wachezaji wako, je, wanaonyesha maajabu gani? Ndio jambo la msingi, lakini mambo ya burebure, injinias, naomba kaa na kana uongozi vizuri Tengeneza mifumo ile kwa imara, tutengeneze washabiki bora wanaoichangia timu yao sawa. Mtu anaokwenda bure kesho kutwa siku ya hela aendi, huwe sio mshabiki bora, natengeneza mashabiki tegemezi. Sawa, tutengeneze mashabiki bora kuichangia Dar es Salaam Yanga Afrika kutokana na mambo mengi sawa, ina vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo unapoichangia timu tayari inatengeneza maendeleo mazuri ya siku za mbele sawa Ada unaambiwa siku zote unaposoma shuleni lazima ulipe ada, sawa? Ile ada ndio inakusababisha wewe usome. Kwa hiyo juhudi zako za kusoma ni wewe sasa darasani. Kwa hiyo wanachama wa Dar es Salaam Yanga Afrika, tusipende sana bure, twende tulipe pesa zetu, tuichangie timu yetu, tuiongezee mapato timu yetu. Timu haiongezeki mapato kama sisi hatujachangia. Wananchi wapo hapa wananchi wako yeah, wengi sana yeah, yeah, wengi mno, mno msio wapweke. Hii meza inapinduka vibaya ovyo <laughs> msio Ms. wapweke na kushinda sasa. Tunashinda Juma <laughs> mosi tarehe 26 <laughs> ujue, mkiweza kuikatia tamaa mapema chama haiwezekani. Yani mimi nasemaje? <laughs> <laughs> na 100% ndugu, mna asilimia mia moja hapa, ndugu mwandishi upo hapa, Jumapili Si Jumapili? Tunakuja hapa Jumapili, karibu hapa. Mimi na ofa yako elfu ishirini kama sasa, utakosa kushinda sisi. Bwana basi na hapa ishirini bwana, kamkubwa hapa. Kwa bahati nzuri, anaonesha meseji nitashare naye, anaonesha meseji za alikamwe, au sio bwana? Lakini sio mbaya kwa kuwa tunazungumzia Yanga kwa sababu ndio timu kubwa na wengi hawakutegemea kama Yanga ingepoteza kule, si ndivyo bwana? Wengi hawakutegemea kama Yanga ingepoteza, si ndio? Kwa hiyo ndio bwana, tuna tumestick hapo, ili tujue nini kilitokea na nini kinaenda kutokea. You are watching Metro Media TV, usisahau kusubscribe, comment na kulike.